Tulizungumza na eh, Ali Kamwe eh, akasema wao ndio nembo ya mpira wa Tanzania eh, kwa maana lakini kwa, kwa maana mafanikio yao wa ambayo wameyapata ndani ya Tanzania eh, lakini tunaona nje ya Tanzania mnaonekana nyinyi kufanya vizuri zaidi. Sasa tusaidie, wewe nani eh, ndio nembo ya mpira wa Tanzania? Tukawaulize CAF hmm. Nkila mmoja akisema ataji hapa tutakesha yeah. kila mtu atavutia upande wake, tukamuulize kafu nani ni nembo ya mpira wa miguu Tanzania kwa assignment, kwa kafu, hey, kafu atatupa majibu, au tuambina kafu tupe orodha ya vilabu bora Afrika, tutapata majibu kutoka pale kwenye orodha ya kaf owala, tusiangaike tusi, kwanza kumhoji huyu kumhoji huyu tuwaite tukafu. Au tubana kafu tupeni ni orodha ya vilabu kumi bora Afrika kwa msimu uliopita tutapata majibu, hmm. tutapata majibu.